Vile Mungu anavyotaka. Maanake kumbe unaweza ukakaa ukafikiria ya kwamba kumbe magonjwa ulionao sio udhaifu, shida ulionao ya kiuchumi sio udhaifu, lakini udhaifu mkubwa ambao Roho Mtakatifu anakuja kushughulika nao ni udhaifu wa mtu kushindwa kuomba sawa sawa na makusudi ya Mungu. Maanaake unapomkaribisha Roho wa Bwana katika moyo wako katika maisha yako, jambo la kwanza atakusaidia namna ya kuongea na Baba, namna ya kusemezana yeye ya kwamba Baba anataka niombaje? zungumze na yeye, anakusaidia kuomba vile inavyotakiwa. Yakobo anasema, Yakobo nne mstari wa pili anasema, hamna vitu kwa sababu hamwombi, na kama mkiomba, anasema mnaomba vibaya. Maanake kumbe kuna wanaoomba lakini wanaomba vibaya. Sasa we jiuliza kwamba unapokuwa unaomba, je, unaomba kwa usahihi? Maana kama ukiomba kwa usahihi, maanake umeweza matokeo nilisema jana, kinachotafutwa si kuomba peke yake, kinachotafutwa ni matokeo baada ya kuomba. Umetuletea nini baada ya kuomba? Baada ya kukaa muda mrefu kwenye maombi, baada ya kukaa muda mrefu magotini, nini umekitengeneza? Ninakumbuka mwezi wa kumi nilikuwa na huduma pale mkoa wa Arusha, kwenye ile huduma lipokuwa pale sha alikuja mtu mmoja ambaye alikuwa na shida kwenye mikono yake, ilikuwa imetengeneza kama uvimbe fulani kwenye kila kila kwenye vidole na vidole mkubwa kabisa, na ukawa umetengeneza stogo katikati katika ule uvimbe na uvimbe. Wakati nilipokuwa nimeletewa ile kesi, nikawa najiuliza ya kwamba hapa ninafanya kwa namna gani? lakini wakati ule mtu akiwa yuko pale nimaliza kuhubiri, akaletwa pale nikamwombea. Wakati nilipokuwa namwombea nikawa ndani napata wepesi ya kwamba hili jambo limeisha. Kwa hiyo nikaomba pale mimi nikabakia, nika, nika na kile ambacho nilichokuwa na kiisi nani ya kwamba huu mzigo Bwana ameuondoa. Baada ya kumaliza ile ibada sikuendelea kumwombea yule mtu ila siku ya kesho ilipofika, yule mtu akaja mwenyewe kanisani wakati naendelea na semina ya asubuhi. Alipofika kanisani, jambo la kwanza ambao alifanya ni kunionyesha ile mikono yake, ile mikono ambayo iliyokuwa imevimba ina vifungu vifungu vya uvimbe vimejitengeneza, na katikati kulikuwa kuna toho. Ule uvimbe wote umeisha kwa usiku mmoja, yaani umefanya maombi jioni, asubuhi imefika muda wa semina, saa nne za tano yule mtu ule uvimbe wote umepotea. Mimi nataka kusema matokeo ya maombi yanamthibitisha Mungu uliyembeba mbema. Maanake huu mtu anapokuwa ana shida alafu anaileta kwako, maanake anakuambia, nataka huyo Mungu ambaye wewe unasema habari zake anisaidie, kwamba kila aina ya udhaifu dawa yake ni maombi. Maanake unapokuwa una shida ya aina yoyote unapoingia mahali pa maombi, ni karakana ya kuondoa shida zote, kwa sababu kwa jinsi ya maombi kila jambo ambalo ni gumu linaishi. Ndio maana Yesu akawaambia, namna hii haitoki pasipo kufunga na kuomba. Na nilipokuwa ninasoma Warumi nikawa najaribu kuona ya kwamba, kumbe udhaifu wa kila udhaifu ni kushindwa kuomba Maanaake, kama mtu anaweza akawa mgonjwa lakini akajifunza vizuri akaelewa sawasawa jinsi ya kuomba, anaweza akawa mzima. Kama mtu anaweza akawa na shida, hawezi kutembea, lakini akafundishwa silabasi ya maombi akaielewa vizuri, kuna uwezekano wa kutembea, kwa sababu maombi ni kile kinachomwezesha mtu kutengeneza vitu katika na, bali katika utaratibu wa kimungu. Na ndiyo maana mtu akikuzuia kuomba kwa Mungu aliye amekukosesha baraka zako zote za maisha, amekukosesha baraka zote za maisha. Na ndiyo maana wosia namba moja ambao Yesu alituachia kama kanisa alisema, kesheni basi muombe. Maana ke Yesu aliona ya kwamba kama kanisa likizini sana katika kuomba likaweka bidii katika kuomba changamoto zote ambazo zinaweza zikalipata kanisa kanisa linaweza kuzishinda kwa jinsi ya kuomba. Lakini sasa unaombaje? Namna gani ambayo unayefanya maombi yako, maombi haya ambayo ndio usia wote Yesu. Yesu akiwa ni kama kielelezo wetu ambaye tunamwangalia jinsi alivyoenenda ili na sisi tuenende ni, ni maombi ya kujidhabihu, maombi ambayo wewe unakuwa ni sadaka ya kwamba unaingia kufanya ibada ya maombi, wewe unajitoa kama sadaka. Maana kama unaweza ukaimba ukatoa jasho nguo eh? zako zote zikawa ni jasho zaidi sana ukiingia kuomba, kwa sababu unapokuwa unaomba unakata rufaa. Mtu anapoingia kuomba anafanya maamuzi. Maombi ni fursa ya kufanya maamuzi kwenye mambo ya roho. Kwa mimi ninapoingia kuomba, muda naotumia kuomba, kuna vitu na viamua katika ulimwengu wa roho, ya kwamba kwenye maisha yangu kuna hiki na hiki na hiki, sitaki kiendelee kutokea, nafanya maamuzi. Wewe unapoingia kuomba, unafanya nini na maombi yako? Maana wengine maombi kwao wameyafanya tu sehemu ya ibada Maombi sio sehemu ya ibada. Maombi ni, ni mwelekeo unaokupa kuchukua vitu vilivyoandika moyo wa Mungu, kwamba kuna vitu vimefichika kwa Mungu. Unapokuwa unaomba ufunuo, anasema nami nitawapa ile mana iliyofichika. Utaipataje mana iliyofichika? Ni kwa kuzama kwenye maombi. Unapozama kwenye maombi, ndio unachukua vitu ambavyo vimefichika zaidi. Ndio maana ye siku moja alikutana wanafunzi wake wakati wale wanafunzi wameenda mtoni, wanavua wanatafuta samaki, wamekesha usiku kucha hawajapata samaki. Yesu akawambia akauliza, aka, aka, aka kwa bahari kitoo, kasema hakuna. Yesu akawambia kwamba washushe nyavu kilivini, maana kuna samaki. Wakamwambia, Bwana mkubwa, tumetezeka tume usiku kucha ulikutafuta samaki, hatukuwa pata. Lakini Yesu anapokuja kutatoa, anawambia Shusheni nyavu hata vienii maana yake anaaa kuambia kwamba kwa inawezekana mmeshusha nyavu lakini samaki wako kwenye kilindi, na ndio maaa nataka nikwambie kwamba inawezekana hata wewe majibu ya maombi yako uliokuwa unayafanya, sio kwamba Mungu hajakusikia ya changamoto yako, unaomba juujua, haujazama maana ake wanahitajika watu ambao wamezama, ili wavichukue vile vilivyofichika. Kuna majibu ambayo ili yapatikane lazima mtu amezama kwenye moyo wa Mungu, unazama zaidi.